Nataka nieleze mamlaka zetu zimejipambanua kuhakikisha kwamba inafikia jamii na kuelimisha wakati wote. Makamishna wote wa taasisi zetu mbili, mamlaka zote mbili, wamejikita pia katika kutoa elimu, sinema, vipindi kwenye television, redio na mitandao ya kijamii, ili kila Mtanzania afikiwe na elimu hii naafikiwa na katazo hili, na ajue anapokamatwa anakwenda kupata adhabu kali sana. Hapa wao kusema, wiki iliyopita tumekamata mtu mmoja, raia wa Ubelgiji, lakini pia ni raia wa Burundi. Amekwenda kuchukua mzigo huko kwao, anapitia Tanzania ili aende Ubelgiji. Sisi tumemnasa. amehojiwa sana na wataalamu wetu, baada ya kumtilia mashaka, akatamka kwamba amemeza vidonge paketi 86. Walichofanya hawa ni kumwandalia chumba na kuanza kumlisha vizuri. Kwa hiyo tumegharimia kumlisha pilau, biriani, juisi, soda na kuanzia jioni ile ile akaanza kushusha vitu kushusha vitu. Kwa siku mbili alishusha pisi 64 mpaka jana ameshamaliza zote 86 zimeshuka aridhini na tumemweka selo. Dawa zimekusanywa zimewekwa huko, zinasubiri utaratibu. Huu ndio mkakati wa serikali yetu na ndio uwekezaji uliofanywa na rais wetu Dr. Samia Suluhu Hasani. Piga makofi mengi kwa Dr. Samia ndugu wa Tanzania. Hatukuishia hapo. Mmoja katoka Pakistan amebeba mirungi, amebeba na dawa nyingine, kafunga kwenye paketi za majani ya chai, zina nembo juu, imeandikwa Safi Tea. Na kwa sababu alikuwa analeta Tanzania, akasema nikiandika Safi Tea itaeleweka kwamba huko ndani ameweka chai, kumbe huko ndani kuna mirungi, kuna unga Ameshikwa na maboksi chungu nzima, yule bado tuko naye na maboksi yake chai, si chai sasa. Nataka niwaambie Tanzania sio mahali salama kwa walimaji wa madawa ya kulevya, wasafirishaji wa madawa ya kulevya, wauzaji wa dawa za kulevya. Tanzania sio mahali salama makamishna jenerali, fanyeni kazi yenu, chapa kazi, sambaza timu kwenye maeneo yote, ziba mianya yote Airport, bandari, vituo vya SGR, humo msiache, kwa sababu ni SGR mpya, wako wanapitisha huko, na maeneo mengine vituo vya mabasi kama Magufuli bus station, nenda, kamata, weka ndani wote. Huu ndio utaratibu, na hakuna yeyote ambaye atapita Tanzania na madawa ya kulevya akapona.